Nayefuata waheshimiwa, naendelea kuwaombeni sana, tujitahidi kujizuia kuonyesha upande, kuzomea. Tuko kwenye zoezi la msingi sana la uchaguzi la kupata kiongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano. Anayefuata ni Mheshimiwa Dr Godfrey Rafael Malisa, Chama cha Kijamii. Aitwe ajongee mbele ya, ya meza. Mheshimiwa Malisa, karibu. Dkt. Godfrey Rafael Malisa, karibu sana. Hawa ndio viongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ndio wapiga kura kwa nafasi uliyoiomba. Umetengewa dakika tatu kujieleza wewe ni nani, kwa nini unaiomba nafasi hii, na mwisho baada ya maelezo yako, iwapo yatakuwepo maswali utaulizwa maswali yasiyozidi matatu. Kwa hiyo nakukaribisha, karibu kila raheri, anza. Asante mheshimiwa mwenyekiti, asanteni waheshimiwa wabunge. Naomba kwanza nifanye sahihisho, jina langu kamili ni Godfrey Fataeli Malisa na sio Rafaeli. Asante, nichukue fata eli nichukue nafasi hii kwanza kabisa kwa kifupi uh, ku register my disappointment kutokana na ukweli wa kupewa dakika tatu kwa nafasi ya spika, lakini nitajitahidi hizo dakika tatu. Ni, ni washukuru sana na kuwapongeza wabunge wote kabisa kwa kuchaguliwa katika majimbo yenu na ninaamini kabisa mmejipanga vizuri kuleta yale mabadiliko yanayotegemewa. Pia niwapongeze sana watanzania wote kwa jinsi ambavyo wameshiriki kuanzia wakati wa kampeni mpaka wakati wa uchaguzi. Ninapenda kuwashukuru watanzania wote na ninyi ambao mnawawakilisha, lakini pia nichukue fursa hii kushukuru na kumpongeza aliyeapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kwamba <laughs> pamoja pamoja na kwamba bado kuna wengine wana vidonda, hilo tusilisahau, lakini sasa hivi tuna rais. Niseme hivi, naomba niseme jambo hili alafu nimalizie, naongea dakika tatu. Mimi ni mhadhiri wa chuo kikuu, nimezaliwa mkoa wa Kilimanjaro, nimeishi nchini Marekani kwa zaidi ya miaka kumi na tano nikiwa mwalimu na pia nikiwa mtumishi wa kanisa nimegombea ubunge mwaka ule wa elfu mbili na kumi na mwaka huu pia niliwania nafasi ya uraisi kupitia chama cha CCK lakini mambo yakaenda ndivyo sivyo kwa hiyo sikuingia kwenye kampeni na sasa ninasimama mbele yenu kuwaomba sana sana kutoka moyoni nafasi ya kuwa spika wa bunge hili tukufu la kumi na moja na kwa nini ninathubutu kuomba Tumemaliza uchaguzi wa kihistoria, uchaguzi wenye temperature ya peke yake kabisa, na unaanza kuona dalili hata hapa bungeni. Kama tusipopata spika atakayesimama katikati, spika asiyetoka huku au kule, na mnanielewa vizuri, sijui tutaendaje kama taifa. Na watanzania wana matumaini makubwa sana, wana matumaini, ndugu zangu, waheshimiwa wabunge, tuangalie zaidi ya vyama vyetu tuangalie roho za Watanzania. Ndio maana wametuamini, wametuweka, wametuweka hapa. Mi naomba mnichague Malisa, nimesikia omba kura. Naomba waheshimiwa wa bunge bila kuangalia wewe ni wachama gani. Najua, najua mambo ya, ya yanaenda, muda umeisha. Naomba kura yako mheshimiwa mbunge, naomba na Mungu akusaidia unapopiga kura. Amen. Naona mmoja, mheshimiwa Gekulu. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru, naitwa Gekulu Pauline, ni mbunge wa jimbo la Babati mjini. Mheshimiwa mgombea, bila shaka unafahamu majukumu ya bunge. Unafikiri kwa maoni yako ni jukumu gani ambalo bunge la kumi halikutimiza vizuri? ako Nzuri <laughs> sana, na nashukuru kwamba umeniuliza. Mimi sikuwa mbunge wakati huo, lakini nilikuwa naangalia sana jinsi bunge linavyoendeshwa na ni vizuri tuseme huko, huko site, yani huko nje, kwa kiasi kikubwa Watanzania wamekuwa disappointed na jinsi bunge la kumi lilivyoendeshwa wengine hawatapiga makofi lakini ukweli ni huo kwamba kulikuwa na issues. kwa mfano mimi niliona issue moja kwa macho yangu nikiangalia kwenye TV, it was very disappointing. Ndugu mmoja hapa sasa akataka kupigwa ngumi huku ndani, na mmoja kamwita mwenzake tumbili, mwingine sio, kamwita mwenzake nani sasa, vitu kama hivyo, lakini <laughs> lakini sisi Watanzania tumeona na wanatumainia kwamba bunge hili litakuwa tofauti, litakuwa bunge ambalo hekima na busara vitatawala. Hayo ndio matumaini ya Watanzania. Asante Mheshimiwa Jenista Mhagama. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Naomba kumuuliza swali mgombea uh, uspika uh, kwa jina anaitwa Jenista Muhagama ni mbunge, mbunge mteule wa jimbo la Peramio. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa wananchi wamemaliza uchaguzi na wamechagua ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kama ndio ilani itakayoleta maendeleo ya wananchi katika nchi ya Tanzania katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Na kazi ya Bunge ni kuhakikisha kwamba serikali inatekeleza ilani hiyo ya uchaguzi ambayo ndiyo iliyochaguliwa na wananchi katika kipindi husika. Swali langu sasa kwa mgombea: Je, atafanyaje na atawezaje kusimamia kuhakikisha kama spika ilani ya uchaguzi ambayo imepita inatekelezeka, inatekelezeka, inatekelezeka, inatekelezeka ipasavyo kwa kuzingatia mipango yote itakayoletwa ndani ya bunge leweka swali. Asante, naomba mwenyekiti uniruhusu nijibu swali hilo. Kwanza mimi ndio mwenyekiti jibu. Naomba niseme hivi, waheshimiwa wabunge, bunge hili likitaka, likiamua linaweza kuandika historia kwa kuamua kwamba tutamchagua spika atakayesimama hapa katikati la kwanza. La pili, naomba nimjibu mheshimiwa mbunge mteule aliyeuliza, pamoja na kwamba ilani ni ya chama cha mapinduzi, lakini ilani ile haite, haileti maendeleo kwa wana CCM peke yake, inaleta maendeleo kwa Watanzania wote. Kwa hiyo spika ana wajibu wa kusimamia taratibu na kanuni zilizoko bungeni. Naomba, naomba, naomba mnisikilize, mni spika ana wajibu wa kusimamia kanuni na taratibu na kuishauri au kuibana serikali ili iweze kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo kama chama cha mapinduzi kwa mfano kimetoa ilani na mnasema imekubaliwa na wananchi, ndio maana mkapewa ridhaa ya kuongoza nchi hii. Ninaomba, ninaomba muelewe kwamba mna jukumu na mna deni kubwa, kwa sababu watanzania wamechoka na ahadi hewa, wanahitaji utekelezaji Mheshimiwa sasa samahani, sisemi kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ni ilani hewa, Mheshimiwa Dokta. No, no, mimi sisemi hilo. Nachosema Mheshimiwa, tumia tumia mic. Oh, okay, haya sasa una address the chair. Naomba niseme hivi kwamba ilani ya chama chochote cha siasa inapouzwa mbele ya wananchi haibagui itikadi za wale wanaotendewa. Kwa mujibu wa ile ilani, CCM au chama kingine chochote kitakachopata ridhaa kinabanwa na bunge ili kitimize wajibu wake. Kwa hiyo Mheshimiwa Jenista Mhagama, naomba nikuhakikishie, nikisimama hapa kuwa spika nitaangalia zile taratibu zilizoko katika Bunge na tutawabana serikali ya Chama cha Mapinduzi pale itakaposhindwa kutimiza ahadi zake, na tutaipongeza pale itakapoweza kutimiza ahadi zake sana.